kwa viongozi wote kuanzia kwa Rais wetu Engineer Harris Ali Said, makamu wetu wa rais Arafat. Hadi kwanza, Yanga alikuwa na kazi kubwa ngapi msimu? Unakumbuka mara mwisho nilikuambia, Yanga na kazi mbili tu msimu huu, kwanza kutetea mataji yake na kuhakikisha Simba namaliza msimu akiwa tupu. Metimia timia, kaondoka na nini msimu huu? <laughs> <laughs> kaondoka na lawako. Bwana wanasema <laughs> <im> e. <im> <im> <im> ile hakuna pointi tatu bila kumkaba mpanzi. Vipi mpanzi, kwa namna ambavyo amemtizama kwenye game ya leo usiwape kiki ya wachezaji wa kawaida au shehe, kuna wachezaji wazuri kwenye mechi ndogo alafu kuna profesa wa mpira pako mezuzwaa yeye kwenye mechi kubwa ndio anakuja kuzungumza, amezungumza sana leo hapa. Waamuzi. Ah, amechezesha vizuri sana ha vizuri sana na tumpongeze mwamuzi kwa namna ambavyo ameweza kutafsiri sheria vizuri hmm. Nafikiri kama mmegundua kitu leo ambacho ni cha tofauti, na sio kwa ubaya, kitu tofauti cha mwamuzi wa leo na baadhi ya waamuzi wetu ni kufika kwa haraka kwenye matukio. Yaani kila mpira ulipokuwepo huyu mwamuzi alikuwa ameshakaa, nafikiri kama ni kumi hivi, yupo tayari tukio naliona kwa karibu, kwa hiyo ilikuwa rahisi kwake kuamua kila kitu. Kwa hiyo sijui kama taratibu rasmi Watasema Simba sasa. Sio sisi Yanga. Ndio. Simba watasema kama na mwakani wanataka aje mzungu eh. Sisi ewala. Wao so, eh, ndio umepelekea kupatikana kwa nafasi chache. Maana kukiangalia kipindi cha kwanza mm, ulikuwa na on target moja na kona mbili. On target moja ya Yanga malizia vizuri. Hey, ya Yanga Israel muenda alikuwa. Asante. Ah, sisi kuja kwenye mechi ya leo tukiwa na malengo ya kuchukua ubingwa. Kwenye mahesabu tulikuwa tuna uhakika kuchukua ubingwa kwa sare au kushinda. Kwao tulianza mechi kwenye tempo ya chini tukiwashusha ambao walikuwa wanatafuta matokeo, lakini tukapata matokeo mazuri kipindi cha pili kwa sababu tuliongeza gia na ni makosa yale yale ya siku zote ya Simba ndio tumeyafanya, tumeyafanya ile kuwadhibu nao, makosa yale yale yeah, ya kuto kuiheshimu Yanga ya muda, walipozidi kwenda mbele wakaona kama wametumudu eh, wakaanza kutawanyika kama kuku waliokata kichwa, sio? Tukaanza kutumia zile nafasi. Kwa hiyo ukiangalia, ni matokeo ya mpira wa counter, na sisi tuna quality eh, pakome mzize tumeweza kuwahukumu mm. Kwa hiyo tupongeze sana wachezaji wetu. Mwenyekiti, kitu gani ambacho unaweza kuwashauri? Maana leo walikuja na style tofauti kuja kwenye game kimya kimya, ni ni utoto na ushamba waliofanya hmm. Yaani, nirudie kwa herufi kubwa walichokifanya ni utoto na ushamba. Ngojeni niwape tathmini hapa, msije mkasema tumeongea, hmm. bila tathmini hmm. hmm. lengo lao kubwa, na watu wengi wanapozungumza kwamba Yanga amekosa hmm. hmm. mapato, si ndio? Hmm. Nataka niwaonyeshe, aa, ya mwisho kabisa mapato ya leo, watu walioingia, na mapato ambayo ya leo, ngoja simu ifanye kazi, na sidi ni nyingi final hapo, si ndio? wewe utawasomea wenzako watu wangapi? shilingi ngapi? milioni 443. maana yake yanga tumepata hela tafsiri ya kwamba yanga amekosa mapato haina ukweli yanga tumepata hela sindo wanake na hawa ni idadi ya watu waliokata sio watu walioingia idadi ya watu waliokata tiketi sasa watu hawa wako wapi ndio swali la msingi inabidi mjiulize nanyiwe tiketi zimekatwa elfu hamsini na moja na watu walioingia umundani ni wachache Watu wako wapi? Watu hawa ni mashabiki wetu wa thamani, ambao kwa utoto na ushamba ambao wamemfanya Simba, mashabiki hawa wa thamani wamekosa nafasi ya kuja kutazama mpira. Tunafahamu tangia kanuni itengeneze kwamba, asante asante, tangia kanuni itengeneze kwamba mwenyeji anapata mapato. Utaratibu wa timu fulani kuto kufanya promotion ni kitu cha kawaida. Hata sisi Simba anapokuwa mwenyeji huwa hatufanyi promotion. Sasa promotion ni nini? ni kuto kufanya media tour, kuto kuposti uh, frequent mara kwa mara, kuhamasisha watu kuja. Tutafanya hivyo lakini, kususia press conference, kususia uh, kikao cha mechi ambacho kikanuni ni kikao cha lazima, kususia taratibu zote za mchezo huu, ni utoto na ushamba, ambao... sikia nikuwa nimalize, ndugu yangu, ambao umewaathiri leo mashabiki wa thamani, ambao mpaka mchana ilikuwa hawajua tiketi wanazo, na leo ni siku ya kazi, ni Jumatano watu wamekuwa na sintofahamu Kwa mimi kwa niaba ya klabu yetu ya yanga kwanza nitumie fursa hii kuwaomba radhi mashabiki wote ambao walikata tiketi leo na wakakosa fursa ya kuja Benjamin mkapa kwa sababu ya utoto na ushamba ambao umefanywa na simba hao wengine kama watapata fursa ya kuomba msamaha itakuwa jambo kubwa ila kama simba watawoka kini awaombi msamaha sio jambo jipya kwa sababu ni jambo la kawaida kwao kudhulumu haki za mashabiki washafanya hivyo kwenye mechi zao za kimataifa kwa hiyo sisi leo tumepata hiyo hela, lakini tunajisikia vibaya kwa mashabiki wa thamani ambao walikata tiketi wameshindwa kuja kwenye mchezo huu. Msimu <coughs> ulikuwa mgumu sana, ulikuwa msimu mzito, ulikuwa msimu wa pambano kwelikweli. Yalifanywa mengi kuhakikisha Yanga anashindwa kutetea ubingwa, lakini Mwenyezi Mungu mkubwa na sisi tulifanya zaidi ya pale.